Ushuhuda ni mwingi wa utoroshaji wa magogo ambayo yanakwepa kulipiwa ushuru. Ushuhuda ni mwingi mno, mwingi mno, hata kwenye msitu wetu wa halmashauri ambayo kidogo tumeshaanza kupata. Magogo yanatoka sana, yanasoma magogo hayajagongwa, hayana leseni, watu wakamata wakifuatilia, wanaambiwa yatndugonge kubandani gogo yani, litoke porini kagonge kiwandani. kwa kwenye eneo hili mheshimiwa mwenyekiti, tuwape shigan kutosha watu wa maliasili, ili tuweze kuongeza ki chanzo kwenye miti, hapa kuna fedha. Lakini jambo la pili, inatokana na kwenye eneo hili la ufugaji, wale ni wafugaji. Nitatolea mfano mheshimiwa mwenyekiti, ni kama tuko serious kwenye eneo hili, kwa nini mifugo mingi inayoingia Liwale kutoka upande wa Morogoro inapitia Ndapata. Upo mtindo na mchezo ambao unafanyika sasa hivi, wanapofika Ndapata kuna kikosi maalum cha upigaji kipo pale, wanawasiliana wapigaji wenzao Barikiwa na maeneo mengine bwana jamaa, umeshaingia sisi tushachukua hapo, mpaka fika siku tatu siku mbili, au muda fulani wanapita kwenye maeneo yenu kuna kiasi cha upigaji kinatoka Barikiwa kinaingia ndani kinachukua mpaka milioni tano kwa ufugaji. Sisi tuna shauri tupo, tunapoomba msaada wa nguvu, kwa sababu kuna wakati watu wana wanakurupushwa wanakimbia. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo maeneo ya mawili kwenye ile ya ufugaji, tunapoteza fedha nyingi. Mifugo inaingia sana kinyume cha utaratibu, njia yao kubwa napata mpengele ndani huko wanatokea Ngangila wanaingia Barikiwa Mkuta Kimambi bure tu, lakini wananchi mmoja mmoja wanakwenda kuchukua fedha, na hizo timu zinafahamika kwenye vijiji vyote, timu za wapigaji. kiti ni wenyekiti nungana, tutuie mkazo. Fedha zipo natoka wilaya ya Nachingwea kuja Liwale, tungekuwa tumejenga pale ofisini kibanda, tunatoza tungepata hiyo fedha ya kupunguza kwa sababu umesema hata mia mbili ni fedha. Hilo la kwanza, lakini niungane na mheshimiwa ni Libii, kama leo tunafanya msako kwenye msitu huu wa Angai sijui tunakam, na tukatoza wale ng'ombe walioko kule, mi nafikiri habari ya, ya bilioni mbili, bilioni moja, kama tunafanya msako vizuri, chanzo kizuri cha mapato, maanake watu wapo kule na hata hawa watu awewaukaa walipokuja, kwa mfano kwenye vijiji vyangu wame waliambiwa kwamba msitu wetu hautakuwa mzuri ni pamoja na ng'ombe walioko kule. Sasa mimi ningeomba kama kweli tuko vizuri tukaanzisha msako tunaweza tukapata fedha, hilo shimo la bilioni tatu la, za kuongeza likawa limeisha au limepungua kwa kiasi kikubwa. Tufanye msako swala la ng'ombe kwenye misitu hii ya hifadhi ya Angae. Niendelee kusisitiza halmashauri ni mapato. Kama hatuna mapato, halmashauri haiwezi kwenda. Kwa hiyo tujifunge mkanda kipindi hichi kinachokuja kuhakikisha tunakusanya mapato vizuri, ili halmashauri ijiendeshe. Pamoja na kujiendesha, tutatekeleza miradi ya maendeleo ambayo tukitekeleza kwa namna moja ama nyingine, wananchi wanatarajia kwenye miradi hiyo kupata huduma zilizo bora kabisa kubakiza kipindi kichache kumaliza mwaka huu wa fedha, lakini pia na mwaka wetu wa kuwa madarakani, isiwe sababu ya sisi kutokudumisha umoja wetu. Tuendeleze umoja tulionao baina yetu sisi madiwani, lakini tudumishe umoja wetu tulionao baina ya madiwani na watendaji, lakini pia umoja udumishwe kati ya watendaji kwa kwa watendaji sababu halmashauri mpaka sasa ina utulivu mkubwa. Utulivu tulionao tunahitaji kuyaona sasa matokeo yanaendelea mpaka pale tutakapomaliza. Mimi nawaombea sana kwa Mwenyezi Mungu, timu yote ya madiwani mlioko murudi, tuendelee kuongoza halmashauri hii, tuendeleze umoja tulionao.